Karibu Kiroboti AI, hapa tunaangalia masuala yote ya robotics na artificial intelligence au akili mnemba, na leo tutaangalia kuhusu actuators. Utakuwa nami Your Majesty Alpha King. Tukimwangalia robot jinsi anavyofanya kazi, tumesema ni kama vile binadamu anavyofanya kazi. Ndio lengo kuu la sisi kutengeneza robot, tunataka tumfanye robot aweze kufanya kazi kama binadamu. Sasa tunategemea kwamba anakufanya maamuzi pia, afanye maamuzi kama binadamu anavyofanya. Kipindi kilichopita tumeweza kuangalia kuhusu sensors, tukasema kwamba yenyewe inachukua taarifa kutoka kwenye mazingira inamletea brain wa robot. Ni kama vile ambavyo binadamu anapokea taarifa kutoka kwenye mazingira inapeleka kwenye ubongo wake. Sasa taarifa ikishafika kwenye ubongo inatakiwa iweze kufanyiwa uchakataji, iweze kuchakatwa ili itolewe maamuzi hiyo taarifa. Kwa mfano, ukawa umefika sehemu ukakuta kuna moto. Ngozi yako ikaweza kuhisi kwamba hapa kuna hapa kuna moto. Maake umeweza kuungua. Sasa ile taarifa inapelekwa moja kwa moja kwenye ubongo wako. Inachakatwa kwenye ubongo. Ubongo unatoa maamuzi kwamba hapa inatakiwa ufanyaje, utoe mkono. Kama ni kama ulikuwa umeshika moto kwa mkono itakwambia toa mkono. Kwa hiyo kitendo cha kutoa ule mkono maana hiyo, <coughs> ni response ya ubongo kwenye huo moto. Ni sawa zaidi kabisa, ni ni sawa kabisa na kwenye robot. Na ni hivyo hivyo, ameweza kuhisi moto, ubongo ukachukua hiyo taarifa, ambayo ubongo wetu sisi ni microcontroller, ukapokea hiyo taarifa kwamba kuna kuna moto, inakwenda moja kwa moja kutoa taarifa kwamba unatakiwa utoe huo mkono. Maanaake tukichukua mfano kwa, kwa binadamu, kitendo cha kutoa ule mkono manaake kuna joints zimehusika. Mkono wetu una joints, kwa hiyo unaweza kumove. Sasa kwenye robot nazo tuna joints. Sasa hizi joints kwenye robots tunazita actuators. Kwamba robot ameweza kusense kuna hatari ubongo roboti ameweza kusense labda ni moto, ubongo ukainterpret uka ambao ni microcontroller, ubongo wa robot ukainterpret kwamba kuna hatari ataenda upande mwingine. Kwa hiyo hivi ndo namna actuators anayofanya kazi na sensors katika, katika, katika robot. Kwa hiyo tunakuwa na, actu na sensors kama input, tunakuwa na microcontroller kama processing unit, lakini pia tunakuwa tuna actuators kama output ambayo sasa ndio yale maamuzi ambayo tumeshafanya, huyu ndo anaenda ana, ana implementa yale maamuzi yetu huyu actuators. Sasa leo tutaangalia baadhi ya actuators ambazo tunakuwa nazo kwenye hii field yetu ya robotics ambayo inatusaidia sisi kuweza kutengeneza robot, ambayo tunataka tuweze kumtumia kulingana na mazingira tunahitaji. Sasa ziko za aina tofauti tofauti. Mmoja hapo ni tunasema ni tuna motors, tuna servos, tuna solenoid, tuna stepper motors, tuna relays. Hizo zote ni ni ni aina za actuators ambazo zinapokea taarifa kutoka kwenye microcontroller kwamba chukua action fulani, fanya kitu fulani. Mfano tukiangalia mfano wa actuator, tuna hii hii ni, ni motor ni DC motor. Hii motor hapa ilipo inasubiri kupata taarifa kutoka kwa, kwa brain ya robot, ndio iweze kuambiwa kama umove kwenda direction ipi, uende mbele, urudi nyuma, au ubaki hapo ulipo. Hii ni ni motor, DC motor. Sasa hii application ya hii mara nyingi ni katika zile kazi au zile robots ambazo zinahitaji movement hasa ya, ya matairi, so, kwa sababu yenyewe tuna tutavesha huko matairi kama robot car, kwa mfano gari kwa ajili ya surveillance, surveillance. Tunaweza tukaituma polini mboga mboga za wanyama sehemu ambako sisi binadamu hatuwezi kwenda huko unakwenda hilo gari lazima liweze kuzungusha matairi. Hizi ndio zinazozungusha matairi ya, ya gari yako DC motors lakini pia tuna aina nyingine ya uh, actuator tunasema ni servo. Hizi ni servo, hii yenyewe na yenyewe ni mota, inaitwa servo mota. Lakini hii yenyewe kazi yake kubwa ni kwa ajili ya kutoa rotations, rotations yani yeye inazunguka kwa kupa rotation, na hii tunatumia zaidi kwenye joints. Kwa mfano ukiwa una robot wako wewe ana joints let's say ni kwenye mikono umu, tutamwekea kwenye magoti tutamwekea hizi, kwa sababu ndo tunahitaji aweze move. Kwa maana hii uta, uta program kwamba ziko ambazo zina move mia themanini degrees ziko ambazo zina zina, move mia tatu sitini degrees, kwa maanake una program wewe unataka i move digri ngapi? Kama ni 45, tisini, mia themanini, mia tatu sitini. Lengo la kutumia hizi, kuna mazingira ambayo unataka una, una, una kutengeneza labda robot arm, unataka robot arm. Kwa hiyo ukitengeneza robot arm, let's say yeye kazi yake alikuwa ni kwamba alikuwa kazi yake alikuwa anachomelea magari, kuna vitu anachomelea magari. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo wewe uwezi kwenda wezikuenda na mikono yako hii ukasema ya Kuma, robot, enda, una unaenda kuchomelea pale, kwani mazingira ya hatari sana. Kwa maana utataji kutengeneza mkono wa robot ambao wenyewe ndio utakuwa unaingia, unaenda huko, unaenda unachomelea, unatoka. Kwa maana utakuwa una kitendo cha kuchomelea kutoka, unatakiwa ufanye movement, uende kushoto, uende kulia. Hizo movement zote ndio unatakiwa iweze iweze kuzifanya. Kwa hiyo sasa, kwenye mazingira kama hayo watu hutumia servos lakini ukiachana na servo katika mazingira kama hayo, pia tunatumia pia stepper motors. Stepper motors zenyewe zinakuwa zina precise control, yani zenyewe zinakuwa zina una uwezo wa kuzicontrol zikaa zinafanya vizuri zaidi katika mazingira kama hizo. Zote ni miongoni mwa actuators ambazo tunazo katika, katika field ya robotics. Kwa hiyo, unaweza ukaona kuna zile caterpillars, zina ile zina, zina, zina, zina, zina ile mikono au tunavyo vita vijiko yeye pia vina, vinachota vina kitu sehemu moja vinapeleka sehemu nyingine. Kwa hizo ni, ni applications zake za vitu kama hivi. Kuna zinainua kitu sehemu moja zinaweza zikazunguka, zinazungukia upande wa pili. Zinaenda zina, zina, zina, zina zina zina zinaweka, zinarudi, zinaenda, zinafanya. Kwa ni katika mazingira kama hayo, tunaweza kwa tunatumia vitu kama hivi. Tuna hizi sensors ambazo tuna. I mean actuators ambazo tuna tunazitumia. Lakini pia tuna hizi hizi ni Servo motors ambazo ni ni ndogo lakini pia kuna kuna kubwa zake ambazo zinakuwa zina nguvu zaidi. Kwa mfano hii ni Tawa Pro MG 996R, lakini hii hapa hii ni Tawa Pro Micro Servo SG90. Kwa hiyo unachukua una actuator ipi una, utaangalia projekti yako wewe unahitaji kitu gani kwa hiyo ukitaka kufanya kwa mfano, unataka kutengeneza roboti ambaye ni, ni mdogo ambaye unajua hana weight kubwa, maamuzi yake anaweza kafanywa hata ka yani kitu ambacho anakibeba inaweza ikazungushwa hata na hii, kwa maana utahitaji tu hii. Lakini ukisema kama unahitaji kitu ambacho kina kina weight kubwa, kwa maana lazima utahitaji kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo ni hivyo hivyo, unaweza kuona robots vidogo vikubwa, ukaona vifaa kama hivi ni vidogo vidogo, lakini kulingana na project ambayo unaifanya kwa maana, ukifanya kitu kwenye project mdogo utatengeneza we specification utaziweka pale na vifaa ambavyo na vihitaji utaviweka pale, programs na kila kitu utakiweka pale kwa sasa. Ukishaandaa hivyo, hata ukitaka kuja kutengeneza mkubwa, vitu ni vile vile, maana utakuja, tutaangalia zile specifications zako ambazo uko nazo, vipimo vyake vilikuaje, una unaongeza. Kwa hiyo kila kitu kinaenda kwa vipimo, lakini pia tuna Actuator nyingine ni hii. Hii inaitwa relay. Hizi nazo ni miongoni mwa actuator. Hizi ni kwa ajili ya kufungua magates. Hizi unaweza unaweza unaweza ukatumia kwenye, let's say, unataka kufungua vitu ambavyo vina ni vina, vina paa kubwa. Labda kama ni bomba la maji unataka uruhusi wa kutoa maji. Tunaona, au ya vitu kama hivyo. Kwa maana hii, kwa mfano, hii ni relay ya njia nne. Unakuwa una unataka u, uweze kuiseti kui Ikishapokea taarifa kutoka kwenye microcontroller, kuna gate itaifungua hiyo. Ikishafungua gate, maana yake umeruhusu kule, kama kwa connect pump, umeruhusu ile pump iweze kufanya, iweze kufanya kazi na application zake. Unakuta mara ma nyingi hii inakuwa ina, inatumia power nyingine nje ya microcontroller yako, kwa sababu unataka kuvirani ku vitu ambavyo vinatumia power kubwa kuliko ambayo ina, microcontroller ina, inatoa kwa hizi ndo tazihitaji hizi, kwa sababu itakuwa ita, ita controlled na ile microcontroller yako ambayo ni brain ya robot. Lakini hii sasa kishapokea taarifa hii ndo itaamua ifungue ifungue ile gate. Kwa kifungua gate, maanake kile kitu ambacho mkiprogram kiweze ku execute baada gate kufunguliwa kitafanya kazi, so hizi ni miongoni mwa actuators ambazo tunazo katika katika pande yetu wa, wa robotics ki, tukiongelea kwamba kiufupi Hizi actuators zinavyokuwa ni kwamba sensa ameweza kuhisi bwana, kuna, kuna joto, alafu anakuja brain microcontroller, anamwambia tu actuator labda move distance labda au anaweza kumwambia bwana, washa feni. Unaona, anaweza kumwambia bwana, kuna sensa kaisi Giza. Akiweta, kuna giza akiota anaambiwa washa taa. Kwa maana yake ni kwamba kuna mmoja analeta kitu ambacho kwenye environment, lakini huyu wa pili anafanya kitu kwenye environment, sababu huyu mmoja anachukua taarifa kutoka kwenye environment ambayo imetokea ime to, ime, lakini sasa huyu wa pili baada ya taarifa kuwa mchakatwa, huyu wa pili lazima aweze kuact afanye tendo fulani kwenye environment kama aweze kubadilisha hiyo hali ambayo ipo. Kwa hiyo akihisi kuna giza huyo anawasha taa. Kwa sasa hivi ndo katika matumizi ya actuators katika robot. Kwa hiyo katika project yoyote ya robotics au katika roboti yoyote ni lazima tu tuna hivi vitu. Hivi vitu ambavyo ni muhimu, basic ni muhimu zaidi uweze uweze kukosa kama kitu kama hiki. Kitu cha kwanza lazima uwe na power. Robot yako uwe lazima iweze kuwa powered. Hizi simu zetu tunaziita smartphone kwa sababu zina sensors, zinaweza kuwa smart zika sense kama binadamu anavyoweza kusense. Lakini ukishakuwa na sensors lazima uwe una brain hiyo. Ukishakuwa na milango ya fahamu lazima utakuwa na, na ubongo kwa ajili kwa ya kuweza kuchakata ambazo taarifa kwenye nye milango ya fahamu so, sasa sisi tuna microcontrollers lazima uone kitu kingine ambacho ni actuators. Sasa hiyo ndio flow nzima ya robot, jinsi inavyokuwa wakati unavyotaka kutengeneza. Tangu unavyoanza kuplan, utaplan kabisa, utasema hapa nitakuwa na hardware za aina hii kulingana na robot wangu, nataka kazi afanye kazi za aina fulani. Kwa hiyo unajua sasa nitatumia microcontroller aina fulani, nita program, program yangu itaandika katika lugha fulani na itakuwa ime contains functions functions fulani. Kwa hiyo haya mambo yote unayafanya wakati una unaandaa, wakati unajiandaa katika kufanya kufanya kazi.